Uh, ni, ni lose all contact na zile contact zangu za jeshini zote. Um, leo tume siku ya leo tume itamtangaza Samia kama mshindi wa uchaguzi. Samia kisha kimbia nchi hayupo. Watamtangaza kama mshindi and then atarudi leo leo, watamwapisha leo leo alafu atakimbia tena, akienda kusikilizia huku, kama maandamano yameweza kuisha, kama yuko safe kurudi na kuendelea ku, uh, kuishikilia nchi uh, kwa urahisi ambao kaupora. Okay, uh, tukimaliza hapo sa, wanajeshi. Sasa nitarudi niongea na wanajeshi. Sasa wanajeshi wananiambia hivi, wananiambia Samia alikuwa amejipanga yaani, pale alipo Magufuli kufa tu akaupata ule urais alijipanga immediately, yaani alishakuwa na plan anataka kufanya nini na Tanzania bara na Zanzibar. Sasa kinacho ha, uh, kilicho happen ni kwamba ndio ile kwanza alim, alim al, al, al, al, n yaani kwamba alimpush out as mabeo sababu ndio hivyo alikuwa amesha amesha mpanga mkunda uh, yani amesha mset Mkunda, ndio akamweka pale Mkunda. Lakini wakanambia tatizo sio hata Mkunda, tatizo ni Wazanzibari ambao amewaweka kwenye position ambazo ni critical, ambao ndo sasa hivi wana run, wana run show, unaona ao um, wanasema jeshini CDF is powerful lakini kuna huyu mdhalimu I think, ndo chief of staff wa jeshi. Mdhalimu huyu ndo anaye run operation zote. Hakuna kinacho happen jeshini bila yeye. Information zote zinapita pale. Sasa huyu alimweka ni Mzanzibari mzenji very yani, mtu wake, mtu wake. Kwa hiyo huyu ndo, most powerful person kwenye jeshi. Huyu Mzanzibari ndo the most powerful sio hata Mkunda, unaona. Sasa wanasema baada ya hii ishu kuanza, hii ishu kuanza, Samia alitoa oda wanajeshi wapige risasi wananchi, unaona. Yani, anataka wapigwe risasi na madai yake aliyotoa kule, ambao huyu mdhalimu sasa, huyu chief of staff anasema, ni kwamba anasema, anasema, anasema mbona Zanzibar um, uh, Wazanzibari walivyoandamana walivyo, walivyo, walivyo riot ili kudai ili kupinga uchaguzi au kudai nani uh, walipigwa risasi eh, na maandamano ya kafa eh, na serikali ikashinda. Mbona kule walipigwa risasi, kwa nini huku wasipigwe risasi? Serikali ikashinda, kwa hiyo anasema na wabara na wao wapigwe risasi kama walizo pigwa kule kule kule Zanzibar, wapigwe na wao uh, ili nchi tulie, kwa sababu uh, yani anasema kilichotumika kuwatuliza wazanzibari kule, anataka kitumike na huku bara. Sasa hivi unaona, ndio akawa ametoa hizo order za kwamba polisi, anataka polisi wa shoot watu, anataka jeshi shoot watu. Ndugu zangu tu, tukishapita hii nguo, sijui tutapaa tuta nini kwa wanajeshi wetu, kwa sababu wamedefy hizi order, wanafanya opposite na order Zilizotoka wanafanya exactly opposite. Yaani Samia iko pissed na ili jeshi yuko pissed vibaya, kwamba wanatoa protection na ya wananchi eh, badala ya kupiga risasi, unaona. Kwa hiyo wananchi, kwa hiyo wale wanachoniambia wa ni kwamba waambie Watanzania sasa hivi hawapiganii tena Tanzania, hawaipiganii tena Tanzania. Wanasema sasa hivi wanapigania Tanganyika, waambie this is the fight of their land. Anasema um, wanasema sasa hivi haya maandamano, wanasema leo, maandamano ya leo wanayahitaji yawe makubwa zaidi ya haya siku zilizopita. Wanasema sasa hivi msiwache Gen Z peke yao haya maandamano, kila mtu, mwanamke, mwanaume, wanasema wao watalinda, watalinda. Wamesema wameanza jana, wameanza jana kudili na Uh, hili hawa uh, hawa, hawa, uh, soldiers wa wa M7 ambao Samia ndo kawaleta. Sio M7 kawapitisha tu waje wafanye, no, Samia ndo kamuomba M7 awalete, kwa sababu alishahisi ali jeshi awatuwapiga watu risasi, kwa hiyo akamtafuta yule ili aje. Yaani Samia anachosema anataka itumike nguvu ile ile iliyotumika Zanzibar, kuwa ile maandamano anataka itumike na bara. Anasema mbona kule mliweza kuwatuliza na hao mwatulizi wa, wa uweni tu. Kwa hiyo ndio kawaleta, ndio akamwomba mseven awalete hawa watu kwao. Jeshi linasema toka jana wame wameshaanza kudili na hawa na wamesha waua wengine, lakini wanasema uh, yani ishu yao ni kwamba hawa wakishafanya wakishafanya tukio kwenye mtaa wa something wanakimbia wanakimbia wanatoroka, kwa hiyo jeshi wanakuwa by the time wanafika pale, wananchi wanawaambia. Jeshi linachosema ni kwamba wanahitaji wana, yani, uh, wananchi immediately mnapowaona wale zile gari, yani, pale pale yani, ukimsikia yuko, wako sehemu fulani, wanahitaji zile taarifa, na zile taarifa watazifikaje? Kwa hiyo sasa hivi inabidi mkiwaona wale popote, namba yangu kila Mtanzania anayo ni textini wako hapa sasa hivi, wako hapa sasa hivi, ili mimi niwape, ili mimi niwape uh, wameshanipa channel ya kuwapa immediately wale watu wa M7 wakionekana same, mimi niwaambie, niwaambie haraka we wafanye uh, ili waende kwenye ile eneo ah, uh, wanasema they are trying their best. Sasa wakataka ku address the main issue, ambao ndo sasa hivi kila Mtanzania dunia nzima inashangaa kwa nini haifanyiki. Naomba kila mtu ape attention sababu mimi mwenyewe nimepata somo kubwa ambalo nilikuwa silijui. Ishu ya kwa nini jeshi, kwa nini kikosi uh, kwa nini jeshi alichukui nchi? Kwamba hata kama mkunda, kwa nini wengine hawachukui nchi? Kwamba kwa limefanyika kwa hizi nchi zingine, kwa nini Tanzania haifanyiki? Anasema, yaani, umeniambia kwamba hii kitu ambacho nitawaambia sasa hivi hata watu wa usalama hawakuwa wajui. Kwa sababu kuna watu wa usalama hizi siku mbili hizi wamewatafuta hawa wanajeshi, wanawatafuta mpaka nyewe mchukue nchi nyewe, kwa sababu watu wa usalama ambao ni Watanganyika, kwa sababu sasa hivi usalama imejaa tu wa Zanzibar, alafu kwenye position za juu na mombo, yani ni tayari kwa compromise kwa mombo, sasa hivi anafanya kazi ya sania na Wazanzibari ambao wako juu wameshika, wale ndio sasa hivi wana run, wana run nchi, wana run show, ndio kwamba hapana, lazima tushinde wale sasa kuna watanganyika ambao wako ndani ya usalama taifa, ndo sasa na wao wako wanahangaika kama sisi tunapongeka kwa jeshi lichukue nchi haraka. Kwa hiyo wamewatafuta, ndo wakawa explainia kwa nini mpaka sasa hivi jeshi lichukua nchi yani, kikosi kijatoka kuchukua nchi unaambia, kwa mpaka watu wa usalama wenyewe wameshangaa, kwa hawajui information. Na nikaambia kwa nini mkuniambia before, kitu anasema tungekuambia before, hii ni siri ya nchi sababu tukisema tunaweza tukahatarisha nchi kwa enemies wa nje. Kwa hiyo ndio maana tulikuwa tukwambie hii, hii formation hiyo, lakini kwa nchi ilipofika na kwa sababu wananchi sasa hivi, wana wanaanza ku lose hope na jeshi unaona, kama labda sisi hatutaki kuchukua nchi nini nini, wanataka tuchukue na hatuchukui um, inabidi tuweke tu isiri huko nje kama adui zetu sijui ya nchi zingine watafanya watafanya, lakini sasa wa sasa hivi Watanzania come first, inabidi tuakam mwananchi tuakam, tuwape moyo tuwape nguvu. Ndio nabidi sasa wa, wanipe hisi wananiambia jeshi la Tanzania ni tofauti na majeshi mengine yote mnayojua duniani, ni tofauti na majeshi hayo ya... jeshi la Tanzania ni tofauti na majeshi ya West Africa, tofauti kwa sababu yani, ni tof, kitu tofauti Wananiambia jeshi la Tanzania ni la ajabu sana. Ni jeshi zuri lakini ni la ajabu sana kwa sababu ya Nyerere. Wanaambia sasa hivyo Tanzania la hama wasiwape wanajeshi wawape baba wa taifa. Ndio aliyeweka hii system. Sasa ndio wananiambia kwamba kuna kipindi huko nyuma jeshi lilitaka kumpindua Nyerere. Naona? Walitaka kumpindua. Walipotaka kumpindua, ilivyoshindikana Nyerere ndio akajihami, akatengeneza mfumo ndani ya jeshi ambao ni umefanya ni kitu kigumu kigumu mno jeshi kumpindua rais. Kafanyaje? Anasema baada ya ile attempt ya kumondoa Nyerere, Nyerere alitengeneza vikosi vingi vya jeshi vingi, sio huko wapi, kikosi cha pwani sio apo wapi. Hivi vikosi Alihakikisha havina uhusiano wowote, yani havihusiani chochote. Yani ka, kila kikosi ni kama jeshi pekee, kila kikosi ni kama jeshi linalojitegemea. Hawako na kikosi kingine, hawako na kikosi kingine, yani <coughs> wanajitegemea. Na ndani ya kila kikosi kuna brigade, brigade ndani ya kila kikosi kwa kikosi kina kiongozi wake afu brigade ina kiongozi brigadier. I, I hope I'm remembering vizuri. Sasa stick na hiyo point ya kwanza kwamba vikosi vyote uh, wanasema sometimes hata hawajuani hivi vikosi. Yaani wamehakikisha nyenyewe hakikisha hivi vikosi havina any sort of relationship. Any sort. Yaani uh, so not communication not nothing. Okay? Hii ya pili ndo mbaya zaidi. Baada ya kufanya hivyo, kwamba hawana mawasiliano hawa, akafanya kwamba kila kikosi, yaani ni hivi jeshi letu, mwenye bunduki hana risasi, mwenye risasi hana bunduki, mwenye kifaru hana ammunition za kifaru, mwenye ammunition za kifaru hana kifaru you feel me? Kwa hiyo ni kama kama pale Lugalo umeona kuna vifaru kibao, vile vifaru ni empty ammunition, na zile vifaru viko kwenye kikosi kiko Morogoro. Kwa hiyo ni lazima patokee communication kati ya kile kikosi cha Lugalo chenye vile vifaru na kikosi chenye zile na kikosi chenye zile ammunition Morogoro. You see, you feel me? kwa hiyo yaani wale kama kuchukua nchi ni lazima wa coordinate kikosi chenye vifaru na kikosi chenye ammunition za vifaru, au kikosi ambacho kina mabunduki wa- wa coordinate na kikosi ambacho kina risasi. Sasa kumbuka, wale hivi vikosi havina mawasiliano, ngumu hata kujua kikosi kipi ndio chenye risasi wewe we una una bunduki ngumu hata kujua kipi ndio chenye risasi, za zile bunduki ziko kwenye kile kikosi unaona. Kwa hiyo jeshi letu hata kufanya kufanya kama ni kufanya vita, labda kwenda kufanya vita, mpaka waweze kuorganize wote pale, lazima organization ifanyike, uongozi wa juu na mkuu wa jeshi au yani wale top ndio wa coordinator, amwambie yule mwenye kifaru wewe peleka peleka vile vifaru kule kwa yule mwenye, au, amwambie yule mwenye ammunition peleka vile vifaru uh, uh, peleka zile zile ammunition za vifaru. Lugalo sasa hivi zinapelekwa hivyo. Kwa hiyo lazima top top, kumbuka top ndio mkunda ambaye compromised yuko, compromise, yuko na kina Abdula alafu anaye run show yote ni huyu chief of staff ani na Mkunda mwenyewe hawezi fanya kitu bila kupita information kupita kwa chief of staff. Kwa hiyo as a remember chief of staff ndio huyu Mzanzibari ambaye anataka watu wapigwe risasi. Sasa eh, kwa hiyo ndio wananiambia, hii ndio challenge walionayo. Wanataka kuchukua nchi, lakini kikosi kinachotaka kwenda kuchukua nchi hakina hakina full ammunition, kina bunduki hakina risasi. Kwa hiyo wakaniambia, sasa hivi hata Tanzania, sasa hivi labda Kenya ikiamua kutuvamia sasa hivi. Ndugu zangu, mpaka jeshi la Tanzania li react eh, hey, wametumaliza. Yaani kwa sababu inabidi vile vifaru vya Lugalo visubiri ammunition zitoke, labda kikosi kiko Morogoro kiko wapi, ndio zilete zile ammunition by that time, yani anasema ni hatari hata kwa nchi hii, system ile aliweka kini, aliweka ili kujilinda wanajeshi unaona, wanaambia Watanzania wasidhani hataki kuchukua nchi. Kila kikosi kinafikiria, lakini sasa hawajui um, labda kikosi kipi ndo kina ile risasi kipi kina nini kipi kina nini, ndo this is where they are. Kwa hiyo wameamua kutoa hii siri ili Watanzania mwelewe why hawajatokea kina, kina, kina trail. Tanzania mpaka dakika hii Anasema na hiki ndo kinachompa, sasa wanasema ndio sasa, imewabidi wa think of another way to do this which ndo wanafanya sahivi. Sasa hivi wanajiorganize. Sasa hapa ndo inabidi nisongee sana, make nitawasaidia, nitawasaidia huko juu kina Mkunda, wakisha jua na Samia wa sasa wale wana plan gani, lakini wameniambia kitu ambacho wanafanya sasa hivi ili waweze kuchukua nchi. Yaani kuna kitu wanafanya, wamesema sasa hivi wanampa Mkunda another one to two day, wanampa Mkunda one to two day kuchukua nchi ili kuokoa kuokoa na nchi lakini hawa expect atafanya chochote, hamu expect atafanya chochote in the next two days. Kwa hiyo wao ndo wanajipanga wenyewe. Sasa, sasa hivi wanajipanga, ndio hivyo siwezi kuongea kwa sababu si wako sasa, wako ground Eh, wako ground hawa soldiers na hawa soldiers wote wote hawa ambao ndio wametumwa ground, wote wako na wananchi, hawataki kusikia habari za kupiga risasi wananchi, hao ambao wako ground. Kwa hiyo sasa ndio ndio wanafanya organization wenyewe kwenye ground, wanamsikilizia Mkunda in the next one to today. Kwa hiyo wanasema, wanachosema wanataka watanzania watoke, wasikubali wanasema leo wanahitaji maandamano yawe makubwa zaidi ya these past days. Wanasema hamwezi kukubali kushindwa. Samia, hamwezi kukubali Samia akae pale, sababu akikaa pale mnaenda kuwa watumwa, mnaenda kuwa watumwa wa Zanzibar. it's wao walivyo, walivyo, walivyo frame kwa kwangu ni kwamba hii ni kama ni capture sasa hivi, hii ni capture ya ya Tanganyika inafanyika sasa hivi, inafanyika na ni capture ya Tanganyika, na alijipanga aliweka wa, ameweka wazanzibari kwenye very uh, good positions especially usalama taifa na jeshini, so hizo sehemu ni very critical kwenye kuchukua nchi. Kwa hiyo uh, ndo anasema, amesema leo nzio wasiachiwa maandamano peke yao. Wanasema wanataka waone barabara zimejaa binadamu, wanasema wanataka waone wa, wanasema kwanza, mkishajaa wengi wengi wengi, ndio protection, kwa sababu hawataweza kupita kupiga risasi kwenye barabara kuu, watu wamejaa. Na wakanambia Inabidi tu niseme wakaniambia wa, kwamba niwaulize hata wananchi wa jana wadai kuna maeneo walikuwa wanaogopa kutoka mtaani kwa sababu ya wale wajinga wale guns wa, wa wale guns wa kwa M7 walikuwa wanapita mitaani wanapiga risasi kwao. Wananchi waliogopa kutoka. Walichofanya jana, jeshi lenyewe ilikuwa linapita mitaani, ndio linawatoa watu linawaambia, ingieni ingieni barabara ninyi. Hey, ulizeni Watanzania nagia aaua uh, uh, watu. Kwa hiyo wanasema sasa ngumu kufanya hivyo kwenye kila mtaa, wanasema lazima waambie Watanganyika sasa hivi they have to come out and defend this land, lasivo wanaenda kuwa watumwa wale watu wana hasira na Tanganyika, ndio kanaambia, wale watu wana hasira na Tanganyika na hawaiachi, hawaiachi vivi, hawaiachi vivi, wana hasira ile mbaya. So hiyo ndio message walonipa, walionipa um. Kwa hiyo jamani, tuambiane kila mtu lakini, wame wame insist, msifanye vurugu, wame insist um, Msivunje vitu msichome, wanasema at the end of the day mtajiumiza wenyewe baadaye. Wanasema msichome vitu, msifanye vurugu, wanataka mtoke kwa amani, mtoke na mabango, come out peaceful and protest, lakini muwe wengi wengi wengi, wanasema, wanataka muwe wengi, yani kiasi kwamba Samia huko alipo yeye mwenyewe give up kina Mkunda wenyewe wa give up waone, ishu imeshindikana, itabidi tuue watu milioni 60. Ndio hicho wanasema, wanasema mwape impression, lazima mwape impression kwamba lazima waue watu milioni 60 kama wanachukua hii nchi, kitu ambacho kiwezekani. Kwa hiyo wanachosema, jamani anasema hata mpaka wazee watolewe ndani. Anasema mpaka wazee, yani hata kama mtu hawezi kutembea atolewe ndani, wajae barabarani, ili hawa wa give up waone maandamano. Aendi wa popote, inabidi waue watu wote, wasiachwe, wasiachiwe Gen Z peke yao. Hiyo ndio message na hiyo ndio sababu, lakini wamesema in the next two days, kama mkunda